Iko saa kumi na mbili saa za Afrika Kati, ikiwa ni moja majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka One TV. Uh, mimi ni baba la baba mzee wangu Asuma Rajabu akili ambaye ni kurushia haya matangazo, ili kwa kwanza kupaza habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza eh, kuwa unapata hizi habari um, tuungane moja kwa moja, tusikilize una habari gani mpya, hebu ungana na hii jambo. Hey, jambo ndugu journalist, habari za saizi? wazima ya, nasikia ojo ya saa hii madiswiti, nataka kuchangia na mie plis, nakuomba hii iendewa. Ndugu zangu wafuleru, bafuliru wako na jisahabu, musha kimbia musha kimbia. Na tena ukiangalia wazalendo wa mingi kuile kens mili mlikuwaga nasema Bafulero njova mingi ju ukikamatia Kamanyola unafika paka pale eh, Katongo ni populasio mingi sana fizia ifikilia hatogawule marapili abafiki bazalendo njova mingi bakifulero sana sana. Kwa nini abawezi jeshimia uko mugeni mubulongo ya mwenzako? Aba ukatala kama huko Mkongomani, huko Mkongomani unapaswa ishi fasi yote Mkongo, lakini usijisahabu kama uko mgeni. Kitu cha kwanza hati ulivafichika Mubembe apendagi zarau, Mubembe alikatalaga zarau na njoma nanjo, maana alikwaga ana, anajitake ko maimai alikatalaga wakumu zarau. Niliisha hapo mie miaka ine sebeli Mubembe apendagiza rau umwa kufe. Mubembe baflero uyu generali e, bishambuke loze bishambuke, ah, kwanini anaacha bulongo yake anakuya mubulongo ya babembe? Kwanini kaye nguvu zake angezifanyizia? Tuko na sange, tuko na luvunge, tuko na kiliba, tuko nayoovira. Kwa nini hatuwezi fanya nguvu zetu hizo, tunaenda piganisha babembe mfasi na haba na katala makamba, tunaendelea tu kubanyanyasa ndugu tukoe na haya, mko bakongomana ati wakatale, lakini kila mtu ko na fasi aliacha kitofu yake. Kwa nini wampandi Remera, tuko na Mulenge pako Minembwe na Mulenge tofauti? Kwa nini amuwezi enda sasa Mulenge kule mujishimiki kule ule kule ulukumilima tuko na Remera, kwa nini amwezi jishimika mumilima ya Remera? Tunapiganisha pale pale, mnyarwanda tunamfukuza mkuwe nasikia haya, mukuwe nasikia haya bandugu yangu Wafuleru, musikie haya, mko ugenini hapo, mko muku... hakuna mwenye alikatala kama mko Wakongomani, lakini mko ugenini, hiyo fasi ni ya mubembe na julikana unayia mwenye alipatiaga huyo huyo mupembe jina, au mnaenda ishi kwenye amjuu? Baraka iko na maana yake, Fizi iko na maana yake. Au tukuwe nawaambia ukweli. Jambo jambo, wa ndugu Wakongomani, ndugu jurnalist, jambo jambo, ndugu yangu jurnalist. Kuna message zenye ziko naenda mbalimbali sana naku, na kugisi watu wako naenda wanaangalia, wa ndugu zetu hawa ama ndugu zetu vazungu vako nyuma yavo, bako nyuma yavo. Kama mie natamuka, yojua nini? Abanyarwanda batakia fika mbali, na vashafika tu mbali. Vanyarwanda vashakuwa apo Baraka, vanyarwanda vashakuwa Kalemie kupitia bu... bako napitia njia ya wapi? Ya Burundi. Kama raia inakimbilia, inakimbilia ko... Burundi bashaenda mpaka Tanzania na vingine wako navuka hivi, wako naenda wapi? Lubumbashi. Hii kujigonga ba kifua batafika Kishasa, sio bongo. balikwaka natwambia batafika tu Uvira, tukakuwa ni mchezo tukweli. Mungu wa mbingu abatafika Uvira bashindwe kabisa, baongeze mabatayo na mabatayo bashindwe. Leo bako wapi? Simuvira leo bako muvira? ulikuwa tuko bako natuambia kila siku, tutaingia Uvira, sie tunasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wakati siepeke tuko najishindwa, Mungu anasaidiaga mwenye anajipigania ye mwenyewe najo, kwenye Mungu naye anaonyeshaga zile nguvu zake. Leo tuko naongea na hivi, leo tuko naongea, bako wapi? Bako Muvira na bako na nao popilasio tuko nasikia tena bataenda Baraka bataenda Fizi bataenda Fizi, tuko nasikia kama ni istware, tuko nasema bashindwe. Bashindwe, lakini kesho tutabaona bako Mubaraka hii bako nasema bali semaga depuis zamani, tutatoa Tshisekedi sisi. Tuko tunasema mutashindwa, muongeza mabatano na mabatayo, muongeza mabata zile batayo tatu ziko Mukongo leo Muvira ziko naenda Kalemi na Baraka ziko Jambo e, jambo ndugu yangu Rajabu, tunafurahi sana, tunashukuru na, na matangazo na pole na kouraje kaka. Unayoa kila mkongomani anakuwa kama free patriot, unapenda nchi yako, unapenda nchi yako sana, unayoa hii Kongo na njoo hii. Hata uende Marekani hautakuwa Mmarekani, uende Burundi hautakuwa Burunde hata wende Rwanda hautakuwa Mnyarwanda, ni hapa hapa Kongo. Sa ndio vile ndugu yangu, lakini hatuna chakupa. Me Mungu yepeke anayua, Mungu anayua ye peke, na tunaregrete sana kwa hii maakte zenye wenzetu wako na maendelea kupozeza kibumbafu, maakte zenye hazina macho lakini wajue kama Mungu mwenye aliumbaka kati sasa singani tribi, hakuwa kaduru, hakuwa mjinga, alikuwa anayua me. Kama banapenda kama banataka batoke mwele kati sasa singani tribi, bakuwe wazi, baji, baji, baji, baji, baji, baseme wazi kumedia, baseme abo ni batusi me banakwaka Mukongo, bakuwe wazi, bache kuwa na kamba hayezituma mwanaume iko nafaa ma, mambo ya ya, nani ya kipumbafu na kama walishakula pesa ile. Pesa balifanya amu nini? Balishafanya amu nini? Balishafanya nini? Nini kama balikula na hata baachilie mtusi akamate Fizi, hakuna mmoja wabo mwenye atakwaka governor wala administrateur, hakuna nabo. Watazikula lakini wataishi tu mpori, watakimbia savile wandugu yabo tu nao batauwawa tu, unasikia ndugu yangu Rajabu. Lakini huyuwe kama hii vyote venye viko vinafanyika yenye vinarahisisha sirtu hii maplaa ya mtusi ni, ni, ni pombe bulevi, bulevi. Imaizine yote yenye ko Kampala, Uganda, Burundi, Rwanda, vyote sibiko diverse humu mkongo naaba venzetu venye abana akili abichwa ya vipande havana havana, masomo havana kitu, havana elimu, hakuna kitu. Anakuwa anajimwagia ile <laughs> naji ma, ma, masumu mubinywa kichwe na sambaratika, anaanza zile za nyama na kupita nyama. Ndio maana uko unaona vile vyote. Lakini kama aau ya mkongo bako wazi, media iko wazi, baseme si ba flero tunakuwaka batusi na tunataka ingiza bandugu yetu batusi makoe tle. Hakuna kitu unaweza kuwa natia makamba maligre haiko kwenyu. Kila mtu mkongo ni kwao, hakuna teritori ya mfulani wala mfulani, hakuna kabila ya, ya, ya kat, mkati. Sasa nganti yenye ilienvitaka yenzao kama Mungu aiumbe. Ah, ah hakuna kuna umu mwingine juu tuko mwinchi yetu ni Mungu ndio alipenda ile iku tuko pamoja. Lakini kenye kinatuma umoja hauendeki ni wakubwa ni wakubwa ya hizi ya, ya, ya, ya matribi zetu ni wakubwa. Na na wakubwa ya hii magrupe za Bazalendo, jo batu benye habaimize batu yabo hababaambie kuhusu umoja, kujipendelea upendo, kujipendelea aloke, ile ni febles total. Hawezi piga nyama, amwezi kwa mukodisi nyama ibatake mujikabule, useme mtaishinda, sitawakula nyibote

lakini tuwe, tu, tuwe macho bwana, tuwe macho kabisa, na tufanye angalisho eh. Unajua ndugu yangu Rajabu, kama umoja ni nguvu na masikilizano njo source ya resiti, njo source ya resiti. Lakini wambie wazalendo, basipoungana basipotosha, mambo ya ukubwa ukubwa, Mungu hapendake batu wa kujiinua akujitapa akujigamba. Mungu anatembeaka na batu venye wanashikana mkono, wanasikilizana, anakula kwa pamoja. Lakini yeyote atakayesikilikana tena, alikula rushwa, wala afanye ile jambo, asome repli stratejiki. Ndugu zangu, namwambie ule kaporale wa mwisho anyangule tu, kama ni lisasi apapule kichwa, hakuna wakumsambisha ile tu. Oh, jambo jambo paparajavu ni, ninashukuru sana sana sana kwa info ya asubuhi e, nilitoka nje kidogo, lakini nilikuwa mkazi ya Mungu ya maombi, nikaenda nikakuwa ni, tumepata karepo, nikasikiliza kwanza, nikasikia maneno yenye ulisema asubuhi, na kwa hii wakati ya saa sita za mchana nimefuatilia pia info ya mchana. Hapa njo minapata muda ya kujibu, ama yanyi minaweza sema ako neno e, njo vile rafiki yangu e, asante sana a, nilipenda kusema hivi kwa kweli, vita ya kongwe lishakuwa teatre, lishakuwa teatre kabisa na hii tiatre iko inachezewa monivo ya Kinshasa, pia hii tiatre inachezewa monivo ya Uvira, hii tiatre inachezewa monivo ya Kalemi, tiatre inachezewa mweste na ya lueste pia e. Njoo nilipenda kusema hivi unajua ya kwamba sisi wakongomani kama hatuyajiangalia vizuri, kama hatuyajiona vizuri kweli, wakongomani watateseka na watateseka tu, sababu wakati tuko tunawaambia vitu ya inawezekana, munavisikiliza mnasema hivi haviwezi fanyika, lakini amjue lwenye luko Niliwaambia hapa juzi ya kwamba sisi njo tuko kubasariere huku, tuko tunaona mambo mengi yanayotendeka huku kwa Museveni huku, na sio kwa Museveni na kwa Kagame vile vile, na sio kwa Kagame na kwa prezida wa Kenya yani William Ruto. Hizi njo mabasariere zenye ziko zinapigana na Congo Kongo bila ku Kusimama tuombe Mungu. Kenya anatumia konesanse zake za mapei zenye anajulikana hapo na anakuwa rafiki wa zile mapei bana sukuma watu siku kwa baada ya siku. Uganda nayo na vilevile vile vile. Msiwazi aseme wale wenye wako wanasema sisi ni Waganda, ni Waganda tu. Kuko wenye wanatoka Ethiopia, kuko wenyewe wanatoka Eritrea, kuko wenyewe wanatoka Somalia, kuko wenyewe wanatoka Sudan na wengine wanatoka Mtanzania, hii Tanzania yetu hii, wanaingia. Munajua mtandao wa banilotiki ni mtandao wa ajabu. Eh, na njoo vile bako wanafanya michango ya pesa kila siku mpaka wanafikia wakati ya kuanza kutoza, na venye bako banalima mashamba huku gusudi bafanye, bapane mahindi, bapane maharagi, bapane bitika, gusudi baone gisi ya kuuzisha uzisha, jo na banaokipe masoko yote, kwa hii wakati gusudi bapate force ya kura vita ye batu yabo benyi bako banaenda Kongo kupigana vita, alafu hii tiatre yenyi muko mnacheza

Na sio wale tu bagupita na migulu ni vingine. Sio wale tu bagupita na mamitumbo ni vingine. Kama vile bana rafita yo buvira, njo vile bako bana rafita ena kale, bana rafita ena iji, bana rafita ena Goma, maana yake bako bana ingia kama vile sene ne zina ingia kama mumindi. Unasikia sasa, kinachobakilia ni sisi kufungua macho na kujua ya kwamba adui tayari ametuingilia, tusilale usingisi, tubakie fasi moya. Tuko tunasemea pale e, mi, e, vita ni mipango, vita ni mipango, vita ni mipango ni kuimba imba, vita ni mipango, lakini habatendi iko shida sana, papa Rajabu, na usinisikie mbaya, rafiki yangu, mie mi napenda nchi yangu sana sana sana, kenyi niko na regrete sana sana sana uvira mubembe kabisa mimi niliishi na wawembe Tanzania nimeishi na wawembe ka, Kalemi nimeishi na wawembe huko ngambo za Nyunzu kule ukatanga kote nimetembea nimeishi na wawembe mimi najua kama mubembe vraiment apendake wa kumdomine apendake wa kumtawala hata ndani ya makanisa minajua ile, ile ni doctrine muko nayo lakini sasa kusudi muonyeshe ile wanaume yenye mnaonyeshaka kila fasi kwenye munapita munashuhudiwa, kama hapa watu wanakuwa kamili, ni wakati tunaweza kusikia kama uvira mumeitosha mikono ya wale watu. Sio kwa midomo, ndugu yangu, sio kwa midomo. Hapana, sio kwa midomo.

kenyi kinaweza onyesha raia ya kwamba Kivirai, kwa nasema bongo batu yetu abaukula hizi franga, ni wakati banaweza kupambana vita, banarusha vule muchafu, bana butosha movile. Wakati banaweza kupigana kabisa, wakeshe sana, wasampue ile muchafu, bana itosha muinchi. Na pale pale njo raia yeye anapenda kaone, apendake mufasirie nione aone tuone, bale benzetu benye bako banakufia Burundi kila siku, benye bako makambi bamerudia Uvira pale, njo tunapiga mikono, aseme bazalendo bako na kazi, sio kwa matangazo, sio kwa matangazo. Hata Biblia yopeke natwambia ndani ya kitabu cha Yakobo ya kwamba imani pasipo matendo inakufa, mubarua ya Yakobo sura tatu.

baachane na ile kukuwa distrele kukuwa mumbale mafujofujo za bafulero bafulero, tunajua ya kwamba bafulero kuko benyima na uwea batusu setena wengi sana. Tunajua bafulero, tunajua kama kuko wenyua na uwea watusi na wakati una uwea mutu ana ungeuza kuwa mtoto wake eh, tunajua ile. Baachane na ile ya kuma distrele, baachane na ile ya ugombania makamba. Baachane na ile,

nilibambiaka ilikuwa lendi, nikasema mujikaze, hii juma isimalizike kabla amw akamata Uvira kusudi mutoshe watu makambi. Jameni, diareta wamalizi a muli njaleta wamalizi a muli, hii maisha ya, ku, ya kukosa mai ya, ya kukosa pesa ni maisha ma, mubaya mubaya mubaya zaidi na zaidi Hili nilipenda kulisema, Papa Rajabu, ili kwamba mujikaze sana, mujikaze sana. Matangazo haitoshi, hatukatale. Kama huwezi tutangazia, tunapenda na tunafurahi, lakini matangazo ya kweli ni yenye naweza jenga mtu. Ni wakati tunasikia Uvira deyare imetoka munjia, kwanza tunabakia sasa, tunaanza ugombana, tunaelekea Kamanyola, tunaelekea nani, Sange, tunaelekea kule ngambo za plene da, de la Ruzizi, tunaelekea katokota huko, tunaelekea ngambo ya Nyangezi pale njo tunafurahi ndugu yangu.